Tutawachimbia bure wale wakulima maskini kabisa ambao tutawatambua katika vijiji <laughs> lakini kuna wakulima ambao wana kipato, huwezi kumchimbia bure useni. Tutatengeneza scheme ya subsidized rate kwa ambao watalipa 100 percent, haitokuwa sawasawa na bei ya soko ya kwetu, itakuwa chini. Kuna ambao watalipa 50 percent, kuna ambao watakontributi 25 percent wale wa 50% tutawaambia kwamba sisi tunakuchimbia, tukukute una mabomba. Tumeshafanya survey, tumegundua hapa maji yapo, tutakuchimbia kisima cha upa, cha nchi sita. Kwa hiyo ununue kabisa mabomba, sisi tunakuja kufanya nini? Kukuchimbia, nunua hiki. Kwa hiyo tutatengeneza hiyo scheme ya ruzuku ya uchimbaji wa visima kwa wakulima wadogo. Hii ni second level, third level ya ruzuku levo ya nne ya ruzuku ambayo tuna, tumeianza na tutaiweka kwenye bajeti, tunaamini waheshimiwa wabunge watatupitishia. Ni ruzuku ya vifaa vya kulimia na kupandia. tunanua trekta elfu kumi tutajenga mechanization center elfu moja kwenye nchi hii, ambapo wakulima watakodishiwa matrekta kwa bei ya ruzuku. Bado tunabishana kidogo na, na KM kwa namba <laughs> Sisi wa jamaa sana tunaomba namba kwa wakulima iwe rahisi sana. Sasa wachumi wanapiga namba, wanasema ipande kidogo iwe hapo, lakini bei yetu itakuwa bei ya chini kwa asilimia hamsini ukikompea na bei ya soko. Kwa hiyo mechanization center hizi zitakapojengwa zitakuwa na mfumo wake wa management na namna ya usimamiaji, na namna ambazo fedha zile zitakazokusanywa kutoka kwa wakulima wadogo zitaingia kwenye special account ili kutengeneza sustainability ya mradi huu wa mechanization. Tutakuwa tumewapunguzia mzigo sana wakulima na kupunguza gharama za uzalishaji. Kwayo tutakuwa na ruzuku ya mbolea, ruzuku ya matrekta na vifaa vya kulimia na kupandia, ruzuku ya mbegu, lakini vile vile tunaenda kwenye ugani. Tumeanza majadiliano ndani ya serikali kuwa na wakala wa ugani na haya ni maelekezo ya rais tupo bado tuna agi lakini, bado ninaamini mimi, kama waziri, hauwezi kuendesha vita kama hauna control na askari walioko frontline. Ndio ukweli ukweli kabisa, yani askari wako walioko mstari wa mbele wa mapambano, hauna control nao, haiwezekani. Tutaheshimu D by D, hatutaiathiri D by D lakini lazima tuwe na uhakika wa usimamizi wa shughuli za kilimo na mtu wa kwanza ambaye tunatakiwa tuwe na uhakika naye kwenye shughuli za kilimo ni nani? Afisa ugani, afisa ugani. Afisa ugani. Kama hauna control na afisa ugani sahau kila kitu unachofanya kwenye kilimo. Huo ndio ukweli.